Bwana, mambo vipi mtazamaji na mwanamichezo mwenzangu kutokea hapa Babati Manyara kwenye kituo cha watoto wenye uhitaji maalum Maose, tupo na mjumbe wa kamati ya utendaji wa Young Africans Alex Ngai. Malume, kwema. Safi malume, mambo safi, ah fresh kabisa, unisikiaje? Alhamdulillah tuko sawa kabisa, Pasaka imeenda sawa sawa e, tumesherehekea Pasaka vizuri kabisa na leo tunakuja kuhitimisha hapa Babati kama utaratibu wenu ambavyo inakuwaga Young Africans kuja kutoa eh, mahitaji kwa vituo vya watoto wenye uhitaji. Mmetoa hapa Maose Manyara, unajisikiaje kuwa mnaendeleza sasa utamaduni wenu? Aa, kwa kweli mimi kwangu ni, ni jambo la heri maona eh, kwangu na kwa klabu yangu vilevile vile, kwa sababu huo imekuwa ni utaratibu wetu kile kidogo tunachokipata tunakirudisha tena kwenye jamii, kwa sababu kama ilivyo hii ni Young African ni klabu ya wananchi, kwa hiyo hivi vingine tunaovifanya vyote vipo kwenye jamii yetu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwenye hili, tayari tumeshalimaliza hapa limepita. Ndio. Baadaye mna vita kupambania alama tatu zidi ya Fountain Gate, moja kati ya timu ambazo mara nyingi timu kubwa zimekuja hapa zinapata shida. Nyinyi mmejipangaje kuhakikisha mnaondoka na alama tatu? Tunaoheshimu, Fountain ni timu nzuri, ipo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Uh, ni moja kati ya timu ambayo imekuwa inatoa ushindani mkubwa sana kwa timu ngeni zinapokuja hapa Babati lakini bahati nzuri ni kwamba ama bahati nzuri kwetu na bahati mbaya kwao, wanakutana na timu bora kabisa kwa sasa hivi. Unaona, kwa sasa hivi tuko sawa kabisa. Kwa hiyo kilichopo tu, wapenzi na wanachama wetu ambao wamekuja kwa ajili ya kuisapoti timu, sasa ni muda wa kujiandaa na kuanza kusogea uwanjani kwa ajili ya kwenda kupambania alama tatu na naamini tutazipata mchezaji wao Mtenje Albano amesema kwamba leo mtapata mechi kweli, na yeye anaamini wataondoka na, na alama tatu. Nadhani kauli yake umeisikia wewe, una lipi la kusema juu ya kauli hiyo ya mchezaji mwandamizi wa Fountain Gate? Kila mtu lazima avutie kwake, na namjua Mtenje ni mchezaji mzuri sana na mfam tangu yuko coast kazunguruka kwenye vilabu vingi mpaka sasa hivi yuko Fountain Gate. Kwa hiyo ni lazima ongee hivyo, na ninajua ni kwamba lazima apambane kwa ajili ya klabu yake, ila bahati nzuri ni kwamba anakutana na timu bora, timu na wachezaji ambao na wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua matokeo muda wote wa mchezo unapochezo, na vilevile usisahau vile kwamba Mtenji, hata tulivyokuwa Dar es Salaam, aliongea hivyo hivyo, lakini baada filimbi ya mwisho nadhani alichukua sita, sio? Ehe, kwa hiyo sisi kama klabu tumeshafanya maandalizi ya kutosha kabisa kuelekea kwenye mechi hiyo. Kilichobaki sasa ni kwenda kupambana kupata alama tatu, then tuendelee kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuweza kuchukua ubingwa wetu maalume. Yeah, umepata wasaa jana wa kutazama mchezo wa wawakilishi pekee kutoka Tanzania katika kombe la shirikisho barani Afrika, nyama Simba Sports Club ya niliangalia mechi kwa namna ambavyo wameitizama wewe, ilikuwa ni ya namna gani? Maanake wamefanikiwa kushinda bao moja kwa sifuri, lakini mashabiki wao wengi wameonekana kutokulizishwa e, na bao moja matokeo ya bao moja ah, kwa kiwango chao wamejitahidi, eh? wamejitahidi kwa kiwango chao, wamepata matokeo, alafu sio mbaya. Hii ni nusu fainali, kwa hiyo hata goli moja linaweza likawasaidia huko wanakoenda, lakini kwa kiwango chao wamejitahidi wamejitahidi walikuwa, yeah. Anaweza kupata matokeo zaidi ya pale, ndio maana wamepata hilo hilo, ndio maana wamepata hilo hilo hilo hilo moja, eh yeah. E bwana, asanteni sana ndugu kiti, ile dua limesaidia kuhamisha goli, twende baba, maana naona mliomba dua pale nani jana. Sisi tumeomba dua kwa ajili ya mechi yetu kaka, eh mechi yao umebahatika? Ah, sikutazama e. ume, ume ah, ila kuwatazama, sikutazama, nimesikia milio <laughs> <laughs> <Siku> kwa nini? <laughs> nini? gani umesikia? nimesikia tu milio mingi, mechi echi sikutazama, lakini nimesikia milio mingi kweli yani. Yeah. Um. Wiki, vitu vichache ulivyosikia uwanja ah, wa Amani basi waende Bunju ijayo bwana <laughs> <laughs> hey. Uwanja ni mgumu sana kama kama Chamazi, uwanja mgumu <laughs> uh, safi <Okay>. safi <laughs> wameshinda moja, vipi sasa kule washafuzu wazuri <laughs> maana kama umesema wewe kidogo una ndugu ndugu, ah kama wameshinda moja washafuzu <laughs> hey. eh utakaje? kwani mimi nitazungumza, so watashinda nane <laughs> <laughs> bwana mwenye kiti huyo E, wawasemaji barani Afrika yee yeah, amesema atazungumza bwana tarehe 28 ndio watatoa e, tamko. Wako hapo baadhi ya mashabiki wengi, tunavyowaona Bwana Amani ndivo, njoo tumpate.